Mara ya kwanza hivi sasa unaanza kujiunga nasi, hivi sasa karibu sana katika makala hii ya Siku Njema. Tupo hapa kuhakikisha kwamba tunaangazia yale yote ambayo yanajiri katika madhabahu ya soja Mega One, na sijaelewa. Mimi nashangaa. Huenda mtazamaji naye anajiuliza mm. Tuna ugeni lakini ugeni kidogo, ugeni umekuwa mpya. Ugeni umekuwa mpya kwa aina yake, kwa, kwa namna jinsi ambavyo ulivyo jaribu kutizama, bado kuna maswali mengi najiuliza nini, mm -hmm. Kinaendelea sasa, ili tujue kilichomo, basi tumkaribishe mgeni, mm -hmm. Mgeni karibu sana, asante, sana. Mm -hmm. Karibu sana mgeni wetu, asante. Ila mgeni una kidogo eh? Yeah. mm -hmm. Tisha sana mgeni na, na mashuka, kulikoni, nini kinaendelea wiki uh, ya kushikana mashati Deni Star Times imewadia. Je, nani kubaki na nani kushuka daraja? ni mechi za kukamilisha ligi zako pendwa Star Times kwenye La Liga, baada ya Barcelona kutoa ubingwa wa kibabe, ni mshike mshike tena Mei ishirini na tano ambapo Athletic Club watakipiga na Barcelona, huku Real Madrid wakikipiga na Real Sociedad. Huku Saudi Roshn League iko na bingwa mpya Al-Ittihad ya Karim Benzema. Mechi zote ni Jumatatu hii saa tatu kamili usiku, ambapo Alfote watakichapa na Al Nassr ya Cristiano Ronaldo huku bingwa Alitad wakikichapa na Damas. Mechi hizi zinakuja live kupitia chaneli zetu za michezo kwa lugha ya Kiingereza na kupitia TV3 kwa lugha ya Kiswahili. Chunge na Startimes leo kwa bei ya punguzo upate nikode antena. Lakini mwaliko huu pia nao umebeba ujumbe mm. Kuna mwaliko tena eh, yani e, tukibeba mm -hmm. ki unyebeza, kimebeba ujumbe. Nimebeba vitu viwili mm, lakini vitakiwa vya vitatu. Sawa, yaliomo yamo. Cha tatu ni swaki no mm cha tatu ni mswaki. Aha. Mtazamaji, mtazamaji. Uh, kama walivyotangulia uh, watangulizi hapa walikuwa wanajiuliza kulikoni tena, nimekuja na shuka, nataka nilale kwenye kipindi na mimi sijaelewa, maana mtazamaji hapa yuko tayari kabisa kujua kwamba hilo shuka kulikoni? <laughs> Studio zetu. Ilishuka imebeba ujumbe kwa watu kutoka mikoani. Watu kutoka mikoani wamekuwa wakijiuliza na tut-tumezoea kusema watu kutoka mikoani Dar es Salaam, lakini pia Dar es Salaam nao ni mkoa, ila tumezoea tu kusema kutoka mikoani mm-hmm, au kwa lugha nyingine uh, watu kutoka nje na mkoa wa Dar es Salaam mm. watu wamekuwa wakijiuliza, tunaalikwa kwa nabii Nyakia. Mtu mwingine anakaa na mke wake anajiuliza, sasa tukienda huko Dar es Salaam, sisi tunatokea Shinyanga, mm. tunakwenda kufikia wapi, na hatuna kipato cha kwenda kulala katika nyumba ya wageni mm. mm. Siielewa sasa, mtazamaji ni, ni, ni, ni, ni, ni kwambie jambo moja, nabii wa ajabu Dr. James Nyakia tayari amekwisha tangaza rasmi kwamba watu wote ambao watakuja katika ibada ya Jumapili wanaanza kupokelewa au wamekwishaanza kupokelewa, na mpaka sasa kuna watu mia moja na sita ambao wamekwisha wasili e, na nabii Nyakia anachokifanya ameandaa eneo maalum kwa ajili ya watu kupata hapo e, sehemu ya kupumzika kwa maana ya kulala. Ina maana leo mtu anatoka Mwanza amepanda basi amechukua usafiri wa aina yote, akifika Dar es Salaam asijiulize na kwenda kulala wapi kwa ajili ya ibada ya Jumapili. Sasa nabii ameandaa eneo maalum ambaye mtu atoke apotoka akifika, yeye, eneo lile sasa ndio kwa ajili ya kulala pale. Sasa kwa nini tuna, tu, tunasema hivyo, nimebeba shuka. Wewe wa mkoani usijiulize utakwenda kulala wapi, nabii Nyakia ameandaa eneo maalum. Wewe unachotakiwa kufanya ni kubeba shuka lako, kubeba mswaki wako na dawa yako ya meno, afu mambo mengine ataendelea kwa nabii Nyakia, abebe shuka huyu mtu kutoka Mwanza, kutoka Singida, kutoka Morogoro, kutoka wapi. Sehemu ya kulala nabii amewaandalia. Hakuna gharama ya aina yoyote mm. Kabisa sio, umeelewa? Eh, kulala free e, kwa sababu mtu anaweza akasema nitaenda Dar es Salaam, sasa nafikia kwa nani mm. nikienda Dar es Salaam kwa nabii Nyakia anakwenda kulala wapi, na mimi kipato sina. Sasa nabii baada ya kuliona hilo ameandaa eneo maalum ambalo huyu mtu anachotakiwa kufanya yeye akisafiri kutoka huko anapotoka, abebe shuka, abebe mswaki wake, abebe na dawa ya meno, mambo mengine anaendelea kwa nabii Nyakia. Huyu anaitwa Nabii Nyakia. Kwa hiyo wale wote ambao wanatamani kufika katika ibada kubwa ya Jumapili, toka sasa, panga safari yako. Sehemu ya kulala nabii amekuandalia, haulipi shilingi kumi kipande. Mtumishi wa Mungu ameshaandaa eneo, wewe utafika, na kuna ulinzi mzuri, kuna geti, kuna walinzi, wapo pale vizuri kabisa, ani wewe unaishi kama uvoishi nyumbani umetulia huduma, si kuoga, utaoga wapi? Mabafu yapo, vyoo vipo, kila kitu kipo. Ni wewe tu kutoka uko ulipo na kuja. Sasa kwa wale wa mikoani ambao wanatarajia kuja katika ibada ya Jumapili, nabii ametoa idadi, idadi kutokana na mialiko. Huu ni mwaliko maalum, hizi ni kadi za mwaliko eh, ni kadi za mwaliko maalum kwa watu wanaotoka mikoani eh, umetoka Mwanza, umetoka Singida, umetoka wapi, uko Dodoma, Arusha, Kilimanjaro, kadi mwaliko. Sasa wewe ambaye e, unatarajia kufika siku ya Jumapili eneo ulipo njoo na shuka lako, njoo na mswaki wako na dawa yako ya meno. Mambo mengine nabii atashughulika nayo. Sasa kwa wale ambao wanatarajia kuja Jumapili kuna namba mmezitaja. Wao watatuma message. Sawa, watu wa mikoani hawa wanaotarajia kuja Jumapili watatuma message. Wakituma message waandike jina, anatoka wapi afu aseme Jumapili nakuja. Sema Jumapili anakuja. Ina maana hizi kadi za mwaliko hizi kadi za mwaliko siku atakayofika, kwa sababu Jumapili mwingine anaweza akasema bwana, mimi nasafiri nakuja hapo lakini nikifika, eh, mtanipokea? Tunampokea, tunamweka sehemu ambayo atakwenda kutulia. Sio aje jumapili jumapili, maana atachelewa mtu wa mbali. Eh, kwa hiyo wageni wanaanza kupokelewa toka sasa, na wamekushapokelewa wengine. Utapofika utapewa kadi ya mwaliko kwamba huyu ametoka Mwanza, amesikia tangazo hili kwa ajili ya ibada ya Jumapili, ibada kubwa kabisa. Kwa hiyo anapatiwa kadi yake ya mwaliko tunampatia. Na siku ya Jumapili watu wote ambao wametoka mikoani wamekuja kwenye ibada, nabii Nyakia, nabii Nyakia atapata kuzungumza nao wote, na wote watapewa kadi za mwaliko. Na hawa watakaokuja sasa jumapili hiyo hiyo wataunganishwa katika familia ya nabii Nyakia sio, umeelewa? wakiunganishwa katika familia nabii Nyakia, maana yake huko walipo, nabii Nyakia kazi yake kubwa atakuwa anaangalia endapo itatokea tatizo kwa huyu mtu, kwake, familia yake, uko wake, nabii Nyakia atakuwa anashughulika naye. Atampigia simu, atamwambia bwana wewe kuna moja, mbili, tatu kinaendelea kwa mwanao, kwa mke wako, kwa baba yako mdogo, kwa nani, kwa nani, atakuwa anamwambia. Kwa hiyo ni unabii. Kwa hiyo huyu mtu ambaye anatoka mkoani atakuja ata, ata, atafikia eh, sehemu ambayo nabii ameiandaa kwa ajili ya ibada ya Jumapili kwanza ana vitu vitatu. Eneo ameandaliwa. Cha pili, Jumapili atapata nafasi, wageni wote waliofika kutoka mikoani watatengwa, sema wataongea na nabii Nyakia, watatengeneza undugu na nabii Nyakia kwenye familia, wanaingia katika familia. Baada ya hapo, watu hawa watakapoondoka, nabii Nyakia dhamana ya usalama wao dhidi ya madhabau eh, ya kuzimu nabii Nyakia naibeba yeye. Hebu niambie sasa akose nini huyu Mtanzania mwenzetu? na hmm, uh, hmm. masharti kuzingatiwa, naweza hmm. mtu akatoka zake Ubungu, nakwambia mimi nimetoka Shinyanga, yeah, so, yeah. kwa hiyo waje na tiketi za abiria o-tutajiridhisha kwamba huyu ametoka mkoani tuwape namba namba ya kutuma message. kama Jumapili anakuja tunampatia na mwaliko wake, atakapofika tu. Kwa mfano ibada ya Jumapili, yeye amefika labda Ijumaa, amefika Jumamosi, amejiandikisha. Nimesikia tangazo eh, kwenye TV au kwenye radio kwamba tunahitajika watu wa mikoani tuje tuonane na nabii, anapatiwa na, na, na, na mwaliko wake, anapatiwa mwaliko, bwana, mwaliko wako huu lakini jumapili nabii atakaa nao, atazungumza nao, watajenga familia ya kwa pamoja. Kwa hiyo wale watakokuja nabii, itakuwa ni miongoni mwa familia yake kama ilivyokuwa watu wengine. Kazi yake kubwa nabii, kuangalia kuna nini kinaendelea katika familia? Nabii, ile familia anashughulika nacho, ye huyu mtu anaendelea tu na mambo yake. Nabii anabeba ile dhamana ya usalama wa huyu mtu kutokana na mambo ambayo mbalimbali wanayoendelea. Mm, nambari ni sifuri sita tano nane tatu tatu atano, tano tano sita nane sifuri, sita tano nane tatu tatu, tatu. Tano tano sita nane, hiyo nambari ya pili hapo katika hizo ambazo tunashuhudia hivi sasa, hizo nambari nyingi hapo chini, hiyo ya pili hapo ndio mwanzo. Kaituma uh, meseji yako kukutolea kwamba nakuja, natokea uh, mkoani. Lakini pia badati hii ni neema kwa wale ambao wanachangamoto ya kupata watoto, yes, wao wako yes. Mkoani tunazungumzia pia, yeah. ambacho tumeendelea katika madhabahu ya soja megawani katika mm. ibada za uh, Jumapili. Wenda wewe ni mtu ambaye unapitia changamoto na unatamani sana kuja katika mm. madhabahu ya soja megawani ii neema sasa kwako, cha msingi ni wewe tu kuja na nauli yako. Hayo mambo mengine yote mm -hmm, utayakuta hapa, hapa katika madhabahu ya soja migawani. Hivyo tuma meseji yako kama unakuja, basi na sisi tutakupa moja kwa moja namba yako na kuponi yako kama ambavyo unazishuhudia hivi sasa, ajili ya wewe kuweza kuja bana. Naomba meseji zimesha, wakati wakati unaendelea, wakati unaendelea, hapa mikono atakapofika kuna package Nabii amewandalia kama mvokusha zungumza nilikuwa naangalia kipindi wakati nipo nyumbani kama mvokusha zungumza, kwamba kama huyu mtu amekuja ana tatizo kutopata mtoto kuna package package maalum nabii ameziandaa kwa ajili ya watu wa mikoani. anakupatia package. kama umekuja e, upo katika madini huko ndugu zangu ambao wapo katika mikoa inahusika na madini e, shughuli zake za madini haziendi vizuri kabisa anapambana mwaka kumi, mwaka ngapi anapata hela ya kula tu kuna kitu kinaendelea kuna riziki imezibwa, mnyororo wa riziki umezibwa au mfereji wa riziki umezibwa katika shughuli yake ya madini. Atakofika hawa watu wa madini, nabii, kuna package maalum atawapatia alafu warudi kwenye madini, afu waone namna Mungu atakapowatendea. Kwa hiyo wageni wote watakofika e, kwa ajili ya ibada ya Jumapili kutoka mikoani, kuna package maalum ambayo nabii atawapatia. Lakini hapo, hapo... Eh. Kuna mtazamaji hajui nini maana ya pakeji, unaweza ukamwelezea japo pakeji ni kitu gani? Pasipo shaka kabisa ni lugha ambayo tunaitumia soja Mega One yes, lakini pakeji eh, kwa lugha nyepesi ni kifaa cha kiroho. Na kifaa cha kiroho kwa mujibu wa Biblia ama kwa mambo ya kiroho, kifaa cha kiroho ni kitu ambacho Mungu amekipa mamlaka cha kwenda kuondoa tatizo kwa huyu mtu nabii atampatie sasa kifaa cha kiroho akina mm. Eh, tuseme akina eh, eh, labda ni kitu fulani, ni kitu fulani, ni kitu chochote ambacho na nabii amepewa maelekezo ama maagizo na Roho Mtakatifu kwamba huyu mtu tumpatie kifaa hiki cha kiroho, akipo kusema labda tuseme kifaa cha kiroho labda ni ugali mm. au ni mm. nini chochote ambacho nabii na atasema hiki nikimpatia huyu mtu, iwe maji iwe mafuta, chochote ambacho Roho Mtakatifu hata kama atakavyompa maagizo mtumishi wake atakupatia sasa, kwa sababu ni maagizo kutoka katika serikali ya mbinguni. Huyu mtu akipatiwa, ina maana kwamba Mungu mwenyewe aliyetumba anajua matatizo yanaendelea katika maisha yetu. Kwa hiyo, anaposema anapomwambia nabii yake ampatie hiki, na moja kwa moja kinakwenda, uh, kuweka mambo sawa kwa yule mtu katika maisha yake, ile swala la kiafya mambo ya kiuchumi na mambo mengine yanayoonekana na yasiyoonekana. Kwa hiyo watu wa mikoani mtakapokuja, package ama vifaa vya kiroho nabii ameviandaa kwa ajili yenu. Jamani, mtake nini kwa nabii huyu? Yani, yani kama umerahisishiwa kila kitu kwamba ni wao na nauli yao wa kufika Dar Dar es Salaam. Wakishafika kanisani soje migani mwenye mpakani mm. mm. basi kila kitu kinakuwa mikononi mwa prophet eh, kuhudhuria ibada. Mm. Ibada na baada ya ibada watapata fursa sasa mm. ya kuonana na mtumishi wa Mungu Nabii Nyakia. Lakini mm. yeah, kwa sababu waswali wanasema eh, safari ni hatua mm. na yeye mwenyewe mtu anayokuja hmm. ajiandae katika misingi ya, ya, ya, ya kisafari. Unajua unapozungumzia safari na Eh, kuna mambo mengi yanatokea njiani, ajiandae naye katika misingi ya safari ili atakapokuja basi mambo mengine yatakwenda sawa. Sasa Nabii na hatohitaji watu wengi sana kwenye kujiunga kwenye familia wako wa mikoani. Nabii hatohitaji watu wengi sana kwa sababu ni awamu ya, ya kwanza inaanza, anahitaji watu elfu mbili tu elfu na ile iko ipo elfu mbili tu elfu mbili tu kwa hiyo watu kufaidika ni wale ambao watatuma msej na utaona wamefika kabla ya Jumapili mm. na uzuri namba mm. zipo kwenye skrini yako hapo chini. Unaweza ukachagua namba moja ambayo kao naona ili kwangu, basi utachagua namba hiyo na utatuma message yako, na baadaye hapo utafanyiwa ili kuweza kuhakikisha umewekewa appointment yako, na ukishafika basi kadi yako hii ya mwaliko itakuwa ni ya kwako, utakabidhiwa kadi ya mwaliko ili basi, unapofikia wakati ule wa kuonana na mtumishi wa Mungu, basi unakuwa wewe ni mwenyeji, tena sio mgeni. sa So, jamani, kadi yangu ya mwaliko ni hii hapa. Ay, e, na kadi. Kwa hiyo una uhakika yani wa kuonana na na profeti Nathani, unakumbuka yule mwanamama ambaye alitokea mkoa wa mm -hmm. yeah, yeah, Kalera, yeye akaja akatoa sadaka ya shukrani kwa sababu tu mm -hmm. amefika Dar es Salaam na ameonana mm -hmm. ana kwa ana mm -hmm. na mtumishi wa Mungu nabii James Nyakia mm -hmm. kwa hiyo hata wewe pia inawezekana Jitahidi Jumapili hii bila kukosa, hakikisha umefika ndani ya soja mega1 chache na umepata kadi yako hii ya mwaliko, ili basi uweze kuonana na mtumishi wa Mungu na bjmc Nyekia. Umesema kuna message zipo. Yes, message ni na wanahitaji sasa watu ambao wanafanya na kujinganisha. Cha msingi tu ni kuandika majina yako mm. matatu mm. mm. oh, uh, na hapo kuandika mkoa uliopo na kutueleza kwamba nakuja. Nafikiri uh, transmission atuwekee ile namba moja kwa ajili ya kuweza kutuma message mm. ili watu waweze kuishuhudia mara nyingi zaidi. Namba ni 0658 tatu tatu tano tano sita nane. Muda mchache kutoka hivi sasa utaishuhudia hapo, ikiwa peke yake kwa ajili ya kuweza kutuma message. Napitia na message ambazo pia watu wameziandika uh, uh, huyu anaitwa Fatuma Hatibu Pembe anatokea Kibiti, mkoa wa Pwani, anasema yeye anakuja e anakujaanakujaawa mwingine anaitwa Rubelama Ramadhani yeye anasema atakuwepo, ajaandika mkoa ambao anatoka mm -hmm. Lakini mwingine anasema naitwa Abdul kutoka Songwe, anasema nitakuja, haleluya. Hivyo mwingine ni Elisha Mahimbo aa, anasema atakuja kwenye ibada, anatokea Dodoma huyu, haleluya. Lakini, ni Elisha, eh, mbimbano, lakini, inika, eh, he, hivyo. Lakini pia ana msabaha yeye, anaishi Tanga, anasema Jumapili atakuja mm -hmm. Lakini pia Dismas naye pia anaishi Tanga naye pia anasema uh, Jumapili mm -hmm. pia atakuja. Yupo pia mtu anatokea Iringa mm -hmm. anaitwa Esther naye pia anasema Jumapili, nitakuja. Ah, uh, anaitwa Esther. Lakini pia mwingine hapa namuona kisasa sana, yupo Mwanza pia anasema yeye atakuja, lengo lake hasa anahitaji kuweza kufunguliwa uh, kiuchumi na kuweza ah, kupata kazi. Kwa hiyo okay, ina maana kwa wale ambao pia wanahitaji kuweza kufunguliwa kiuchumi na pia ni neema au kuweza kubwa, sio tu kwa wale ambao wanahitaji kupata watoto. Hata wewe ambaye unapitia maisha magumu hivi sasa unahitaji kuweza kufunguliwa kiuchumi, basi ni muda wako na ni wakati wako kuja katika madhabahu ya soja mjaani kwa ajili ya kuweza kufunguliwa. Mwingine anaitwa Emmanuel Machibua anasema yupo Morogoro Kilombero, anasema na Nabii Nyakia na maajabu yake kabisa, mimi nitakuja Jumapili, akiandika hivyo. Lakini pia namuona George kutoka Tanga, wilaya Koroga, anasema anapitia changamoto nyingi hususan za kibia ishara mm -hmm. anasema kwa ujumla leo Jumapili atakuja pia, weze, uh, na naomba pia Nabii aweze kumuombea. Mwingine anasema hana pesa kabisa na familia yake imerudishwa kijijini, hali ni mbaya, lakini yeye anasema mm -hmm. atajitahidi kuja. Ajiandike jina lake ni nani? Mali. Lakini pia namuona mwanamke yupo Zanzibar. Anasema amekaa kwenye ndoa kwa miaka kumi. Hajawahi uh kupata mtoto wala mke wake hajawahi kushika. Sasa huyu ndio tunamhitaji. Kulingana na ambacho umekiona siku ya leo. Mhm. Kama yule mama amekaa kwenye ndoa muda mrefu na amekosa mtoto na takriban ana umri wa miaka 45, tunaanza mm -hmm. kusema ni age go kwa madada kwa wadada mm -hmm. na ameweza mtoto ambaye yuko tumboni mwake wamecheza wa tumboni sasa. mm -hmm. Vipi wewe, tunakukaribisha kama ambavyo umeiona kipindi cha leo na umekifuatilia vizuri, hakika mwakani majira kama hayo utakuwa mpakata wako, wako cha kufanya tu ni kufika madhabahuni ili uonane na mtumishi wa Mungu na kila kitu kinaenda kwa sawa. Kuna kuna kuna mtu ametuma message mm -hmm. ame, watu wa Dar es Salaam mm -hmm. wameonewa... message yake nilivyoisoma mm. kana kwamba ni mtu ambaye uh, anahisi kama watu wa Dar es Salaam wametengwa kujiunganisha na familia mm -hmm. na Nabii Nyakia mm -hmm. sasa uh, kwa ujumbe wa Nabii Nyakia ni kwamba watu wa Dar es Salaam sasa tumezungumziwa -hmm. tumezungumzia mikoani. Mm -hmm. Watu wa Dar es Salaam leo ni wao wanaanza kuandikwa majina yao kuanzia leo, wale watakaofika kwenye unabii kuonana na nabii mm. wote kuanzia leo mm -hmm. nao kuanzia leo Alhamisi, watakaofika Ijumaa, watakaofika Jumamosi mm -hmm. na wao pia wanaandaliwa nao mazingira kama hayo mm -hmm. na familia mm -hmm. ya kujiunganisha yeah na lao. Kwa na group lao, ila hawa wanatakiwa wafike madhabauni kuonana na nabii Nyakia katika yeah, ibada za unabii ndipo wapo sasa, mm -hmm. kujiunganisha kunaanzia hapo. Jumapili tunakwenda kufanya hitimisho mm -hmm. la wao kujisajili na kujiunganisha moja kwa moja katika familia ya nabii Nyakia. Kwa hiyo mkazi wa Dar es Salaam, hakikisha unafika kuanzia sasa hivi unavyosikia taarifa hizi yeah, fika katika ibada za unabii kuonana na nabii na ndipo wapo sasa mlolongo wa hiki tunachokizungumza unaanzia hapo. Kwa watu wa Dar es Salaam hatujawatenga kabisa. Mm -hmm. Sawa, yupo mtu anaitwa Neema Kisuru anasema anatokea Tanga, anaomba elekezo namna kuweza kufika mwingi mpakani. mm. dativa Ah, wewe unataka Tanga waje leo, ondoka leo na kukaribisha mwingi mpakani. Utatoka Tanga utakuja moja kwa moja mpaka Mbezi Magufuli. Mm -hmm. Hiyo ndio stendi kubwa, lakini kwa wale ambao ni wenyeji wanaweza kushuka Shekilango. Yeah, ndio kwa Shekilango rahisi upi? Mbezi aye, Magufuli au Shekilango? Sasa, sasa hapa kwa kutoka Tanga kuna njia mbili. Unaona, pita Bagamoyo Hmm. Kama basi lake alolipanda au usafiri anaotumia hmm, unapita njia ya Bagamoyo ambayo inakuja Tegeta mm. wake wapi mpaka mwenge mpakani, ye akifika tako mwenge mpakani akifika mwenge mpaka mwenge mpaka. Eh. mwenge mpakani mpaka. Kwa sababu hmm, haya mabasi Uh, utakuta mara nyingi yakitoka huko yakipita njia ile ya, ya Bagamoyo mm. yakifika mwenge mpakani, yanapita hii barabara ambayo inaelekea Ubungo mm. ule mshushe mwenge mpakani, au kama ile basi ama ile gari ambayo amelipanda yeye, alipiti njia ya ya ya, ya, ya kwenda Ubungo inapitiza moja kwa moja ndio kutokea labda Moroko au wapi, mm. yaani kwa maana linapita moja kwa moja mm. ali ali alikatizi kuelekea Ubungo, basi amshushe tu mwenge mataa mm. alafu kwa sababu anao namba ya simu ya simu kwa ajili ya usaidizi au amchukue boda bodaboda, mwambie bwana, nipeleke kwa Nabii Nyakia kanisa lake lipo nyuma ya jengo la mpakani senta mm-hmm. yani mwenge mpakani, basi atakuwa amefika. Lakini kwa wao ambao wanapanda mabasi ambayo moja eh, na kwa moja yanakwenda kuweka kituo pale maeneo ya Uh, Mbezi stei ya Mbezi, Mbezi ya Magufuli. mm -hmm. basi o ni vizuri wakapata daladala ambazo zinatoka Mbezi zinaelekea Kawe au zinatoka Mbezi zinaelekea Makumbusho. daladala zozote ambazo zinakuja ukanda mm huu -hmm. basi amwambie ta mtemisha mwingi mpakani. Lakini, lakini kuna lakini mabasi mengine yanatoka kwa moja kwa moja, yanatesha bila labda cheki lango au ni basi maeneo yale. Anaweza akapanda bodaboda, nipelekwa na binyakia pale Mwenge mpakani kwa nyuma, karibia na Mwenge social, ama anaweza akapanda daladala zile ambazo zinapita sasa, zinapita Sinza, zinakuja mpaka Mwenge sokoni hapa, kwa mm -hmm, kituo chake. Basi akipanda zile daladala, kituo cha mwisho kabisa atakapoteremka tu hapa Mwenge sokoni, basi atakuwa amefika, kwa sababu zile daladala zinakwenda upande wa pili baba ya kukakona eh. Kwa hiyo yeye anachokifanya ateremke tu, anamwambia bwana, niteremshe Mwenge sokoni. Akiteremka hapo ni dakika mbili tu kwa mguu kumfikia ndani ya Nyakia. Kwa hiyo roho kutoka Tanga ipo hivyo, na rudia tena hii ofa ambayo ameitoa Nabii Nyakia mm -hmm. Usipoitumia sasa, mm -hmm. inawezekana asijirudie tena kwa kweli, kwa sababu package ya pili, watu wanapewa package sawa, mm -hmm. lakini unajiunganisha na familia na Nabii Nyakia, hivyo unajisikiaje eh? mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Kwa mfano unaambiwa unajiunganisha. Sasa turudi katika mifumo na vyeo vya kimwili vya kibinadamu, maana kwa Nabii Nyakia tunazungumzia kiroho. Turudi Unajisikiaje ukaambiwa bwana, wewe umeunganishwa katika familia ya mama Dakta Samia Suluhu Hassan, wewe sasa ndio najua, ndio familia yake, mnapigia na simu, anamuuliza una jisikiaje? Yaani kwanza usiku hutalala nadhani, yaani usiku wa leo kwamba kesho ndio nakutana na mama. Sasa tuhamisho hilo katika kilo kilo, kidogo kikazidi wewe ambaye umeona sasa, umesema mateso sasa, basi kuonewa na madhabahu ya kuzimu, sasa basi, sitaki tena kuonewa na madhabahu ya kuzimu. Njoo ujiunganishe na familia nabii Nyakia, hakika hutojutia, na utasema hivi, kwa nini singemfahamu toka miaka hiyo huyu mtumishi wa Mungu? Tena unaweza ukasema, nyinyi mlofanya kipindi, kwa nini msingekuwa mnatoa mahamasisha, yani mapema mapema, kila siku mnatoa natuhamasisha tupate neema hii, mmekuja mnazungumza sasa hivi, mimi umri umekwenda, sielewe inakuaje, kuaje? Sasa tunakwambia haujachelewa, kwa sababu Mungu achelewi wala hawai. Sasa wewe unachotakiwa, panga shauri lako vizuri Jipange. Kama wewe ni baba na mama na watoto, beba familia yako yote, njooni. Na kama uchumi umeyumba wa nauli, basi aje baba aje mama. Na kama uchumi upo vizuri, njooni wote. Na kama labda uchumi ukoje, lakini jitahidi mmoja wapo lazima afike. Hii inaitwa kombolela, yaani unabutua, unawaokoa wengine. Haleluya, hiyo nimeielewa mtumishi wa Mungu. Yaani kwenye familia kuna baba, mama na watoto, ila uchumi umeyumba, hamna nauli ya kwenda wote, atatoka baba au mama kuja kwa nabii Nyakia, aje acheze kombolela, akibutua. Na lazima abutue, atakapobutua amewakomboa wale aliwaacha, ambao wamekosa nauli ya kuja huku. Kwa hiyo inaitwa kombolela ya familia. Umenielewa, eh? Ipo hivyo, sawa. Tusome meseji, naona muda na nyinyi si rafiki pia na tutupa mm -hmm mkono, tupitie tu meseji kadha wa kadha kwa wale ambao wanataka kutuma. Rozi anasema anatokea Mwanza, anasema atakuja lakini pia Abduli kutoka Songwe anauliza Dar es Salaam sehemu gani? Pasi na shaka umekwisha kuelewa ni mwenge mpakani, naye pia anasema atakuja. Lakini pia Levis John kutoka Songwe naye anasema pia atakuja. Lakini pia la mwana Sofia, uh, Juliasi yeye anaishi sala sala hapa hapa Dar uh, es Salaam, anasema Jumapili nitakuja. Lakini mwingine hapa anaitwa uh, Jumanne Samuel anasema nitakuja, nimepigwa sana na maisha, natoka Katavi akiandika hivyo. Lakini mwingine anaitwa Asma kutoka Tanga anasema bila shaka Jumapili nitakuja. uh, Mungu atubariki, Jumapili tufike kwa ujumla. Lakini mwingine anatoka Chato Geita, anasema mke wake ana changamoto ya uzazi, anaomba asaidiwe, naye pia atakuja, akiandika Uh, hivyo lakini pia namuona hapa uh, Dazibeli, Laurian yeye yupo Morogoro anasema nitakuja Jumapili hii na mimi lazima niwepo, akiandika hivyo. Lakini pia namuona hapa Agnes Gabel kutokea Mwanza, naye pia amesema atakuja katika namna moja ama nyingine. Lakini pia namuona Dorcas Charles, naye pia anasema atakuja. Lakini pia yupo Fatuma, naye pia anasema atakuja, anatokea Uh, Moshi lakini pia namuona Ema nayesema pia atakuja anatokea uh, Tanga lakini pia namuona Shigela Thomas anasema anaishi Msanga uh, naye pia anasema Uh, atakuja. Message nyingi za watu mkono na, na, watakuja. Tutakapotoka kipindi hiki basi, namba hizi zote za watu ambao wata, uh, kwamba watakuja siku ya Jumapili, uh, utaweza kupewa, na uzuri tu ni kwamba sehemu ya kulala ipo utafuta tu nauli yako, nakuja kama wamezungumza, nashuka nashuka njona mswaki, dawa uh -huh. ya meno, sehemu ya kulala uh -huh. na pia mekuandalia kuna ulinzi kila kitu, mambo safi eh. Utaoga, kuna bafu na huduma zingine za mwili zote zinapatikana. Kwa hiyo wewe jipange tu Laki... lakini katika kujipanga kwako, sehemu ya kulala kulara uh -huh. maiyo toa sehemu ya mali wako na vitu vingine lalama ayotoa, vivyobakia vyote sasa utaendelea navyo mwenyewe, lakini ile ya kusema nikifika Dar es Salaam nitakwenda kulala wapi, ili asubuhi niende kwa nabii Nyakia. Nabii Nyakia ameanda eneo, webeba shuka lako mswaki wako na dawa yako ya meno, basi njo mambo ya maji kuoga nini, sehemu ya kulala, feni kujipulizia pulizia, vyote kwa nabii Nyakia. Sawa, nafikiri umeelewa katika kile ambacho kimezungumzwa, kime katika namna moja na nyingine. Shukrani sana kwa wale wote ambao mlikuwa mkituma message zenu, lakini pia kwa wale wote ambao mlikuwa mkipiga simu. Leo hatukupata bahati ya kuweza kupokea simu kutokana na changamoto ya hapa na pale, lakini kumbe radhi kwa yeye ambaye atakuwa na nafasi ya kuweza kusoma message yako, lakini pia umeituma lakini pia kwa wale ambao ukipiga simu kwa muda mrefu ndio kupata nafasi ya kuweza kuipokea simu yako, nikukumbushe tu kwamba endelea kupiga simu. Utakapotoka hapa, simu hii tutaikabidhi sehemu husika, basi utakapokuwa ukipiga simu, basi itapokelewa na wewe kuweza uh, ee, kushughulikiwa au kusaidiwa katika kile ambacho unakuwa ukizungumza uki, bwana. Sasa sisi tunaelekea nukta katika makala hii ya siku njema ya asubuhi ya leo kwako wewe ambao unatufuatilia hivi sasa, nafikiri hatima tukutane pia kesho. Yes. Wiki ya kushikana mashati the Star Times imewadia. Je, nani kubaki na nani kushuka daraja? Ni mechi za kukamilisha